Familia ya Caroline Mokeira aliyetoweka majuma mawili yaliyopita katika hali isiyoeleweka, inaendelea kumtafuta huku ikitaka vyombo vya usalama kukaza kamba kuisaidia familia hiyo kumpata Caroline. Mark Msikoyo anatoa taarifa zaidi. Kwa majuma mawili sasa, familia hii inahangaika kumsaka Mokeira. Mama watoto watatu, mhasibu wa chuo cha uuguzi katika kaunti ya Pokot Magharibi, kimya chake kingi kwa muda huu wote kikiwatia hofu. Caroline alikuwa ameoleka na ako na watoto watatu wachanga, amewaacha wakihangaika huko hii kitu kimetusumbua kwa muda wa wiki mbili sasa, msichana wetu kupotea, hatujui hali yake kama ako hai ama ameaga. Unajua for the two weeks, uh, it's a long period. It's a long period kwa mtoto msichana kukaa nje bila kujikuta na mahali ya, yako ni, ni, ni imetupa sleepless nights. Wanasema licha ya polisi kuchunguza, juhudi zao zimeonekana kujikokota, hasa ikizingatiwa kuwa mshukiwa mkuu baada ya hajatiwa mbaroni. Polisi wamepiga hatua nzuri ingawa imechukua sasa muda, wiki mbili sio kidogo. Tulitarajia huyu we, wenye we, we wanaishi na mtoto ako na habari kamili. Huyu ndio main suspect according to us as the family. Yeye mwenyewe anajua maana vile ana make contradicting statements. We are not satisfied with them. Serikali iharakishe kwa uchunguzi, ishike huyo bwana yake aende kuelezea mbele mahali alipeleka to, um, Caroline ambaye anasema waliwachana kwa stage hiyo tu, serikali itusaidie kutoka hapo. Kulingana na familia hii ya Joash Momanyi, matukio ya mume wa Mokeira usiku wa kuamkia siku aliyotoweka yanaibua maswali na kuwa anapaswa kusaidia kwenye uchunguzi. Huyu kijana mwenye alioa huyu msichana wetu, ingawa jario la ishata kutulipa kitu, atusaidie because yeye ndiye alimuita watoke waende kwa sijui hoteli ama club, na alimwita jioni, jioni hiyo usiku activities, sa Friday night, we doubt them so much because hata wakati alirudi, according to the maid, akurudi wakiwa wawili vile walitoka jioni hiyo, bwana ambaye anaitwa Tobias ambaye inasemekana alim, walitoka kwa nyumba akimsindikisha kwenda Nairobi, ikafika wakafika stage ati kupiga ka, na to, Tobias kutoa simu kwa mfuko kupiga kwa kufumba na kufumbua, kuangalia nyuma akapata Caroline hayuko. Kwa sasa wanasema wamesalia kwenye njia panda, kwani aliyekuwa tegemeo lao hajulikani alipo. Naomba tu naomba tu Mungu asuke asuke tu asuke tu anisikie maombi yangu ya kila siku, akinipate Karo. Karo ndiye alikuwa ananisaidia ndio kitegemeo yangu. Mike Mskoyo, West TV, kutoka mjini Kitale, kaunti ya Trans Nzoia.